Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Karibuni sana katika channel yangu ya Hapa Nilipo, na leo nawapeleka grocery store. Tunaenda store, tunaenda store mbili leo, kuna vitu naenda kuangalia um, so nikasema kwa nini nisiwapeleke na nyie jamani eh? Na leo tumepata tuko uh, 7,000 subscribers jamani, tuko tumefikisha 7k subscribers. Okay. Asanteni sana kwa ku subscribe. Yani asanteni sana asanteni sana kwa ku subscribe. Asanteni kwa ku like na kushare. Oh my goodness. Yeni, I'm so excited. Asanteni sana, so leo tunaenda nataka niwonyeshe uh, matunda nataka nionyeshe matunda ya Marekani yalivyo, yani sasa hivi kuna ngoja nikaa nionyeshe Why kuna kuna traffic size jamani, naona kuna nani pale. E, ngoja kwanza, kuna ajali manatuko. Anyway, so, hapa imetokea, ndio maana tuko tunaenda taratibu. Ngoja tuingie Walmart hapa mara moja, kuna kitu nataka niwaonyeshe. Naomba ni niwaambie kwamba Marekani ina aina mbili ya watu, kuna have and have not. Yaani kuna wale have ndo wanaweza maisha, yani mtu anaweza akaingia dukani akanunua kitu, unajua ana uwezo wa kununua chakula cha aina fulani, anaweza akaishi maisha, akaishi maisha fulani na kuna wengine ambao, yani kesho ajui atakula nini eh? au hata akijua kuna baadhi ya chakula ambacho tayari ameshaekewa kwamba hiki ndo anaweza kununua, unaona. Sasa mimi nataka nienda nikaonyeshe. Leo tuna, tunaangalia matunda sijui kama nitaangalia nita na chakula lakini leo nitaonyesha matunda, nataka naonyeshe matunda mm, na namba zao. Unajua huko Marekani matunda yana namba produce. Produce ni kama matunda na mboga mboga, na zote zina namba, na kila namba inaonyesha ni bei gani ya chakula unanunua, eh? Sasa kuna aina tatu, kuna organic ambayo hizo ni, ni mboga mboga na, na matunda ambayo yamezalishwa bila madawa na, na, na vitu ambavyo vitu ambavyo sio vizuri yani, la, najua hamna madawa, hamna nini yani ni mbolea vizuri, udongo mzuri, chakula nani um, chakula kika, kika, kikaota vizuri eh? kama bongo na vyakula ambavyo vimeoteshwa na pesticide yani vime vimekewa zile dawa, unajua zile dawa ambazo wanapuliza. Kuna dawa ambazo, cha ambazo ni mbaya sana kwenye chakula cha binadamu, unaona, ambavyo ni pesticide. Hiyo ni type ya pili. Type ya tatu ni GMO genetic modified organism, yeah so kuna aina ya tatu, organic ndo expensive Alafu, hivi vingine ndo vinapishana bei kidogo eh? Sasa wewe unaenda pale unaangalia, je, unaweza kula ugani? Vyakula ambavyo tunakula Bongo, Afrika kwa ujumla, ndo vyakula ambavyo matajiri huku na watu wenye uwezo wanakula na vyakula ambavyo naona mimi eh? Wanakula watoto wa matajiri, um, Afrika au Tanzania ninavyojua ndo no, watoto yani mabaga, pizza, fries, chips chips zile fries, sijui you know, hivi vitu ambavyo vina nani, venye mafuta like wana fry, wana fry fry you know? Uh, uh, fast food, vyakula vya fast food huku vinajulikana kama ni vyakula vya watu ambao ha, hawana uwezo kununua. Unaona ni vyakula ambavyo yani, bei yani sio vizuri kwa afya ya binadamu. Mshiwa kuona nani, jinsi mtu anaweka baga, unajua ile baga ya ya ya McDonald ile baga mtu ameweka kwa mwaka mzima haiharibiki, ndo hivyo vyakula vya fast food. So ni same na vitu ambavyo vinafanyika kwenye produce kwenye, kwenye matunda na, na vyakula vya Marekani. Ngojeni nikaonyeshe hizo namba na jinsi zinavyomaanisha. Hii ni sehemu ambayo Uh, wanaweka matunda organic. Matunda organic tu kama unavyoona hapa, imeandikwa organic na haya matunda yameanza na namba tisa, yani ukiona namba tisa ujue hayo matunda au hizo mboga ni organic. Sasa ngoja nikuonyeshe hapa, ngoja nitoe hii hapo, ulione ili hapo, linaanzia na namba tisa. Kama unaona ni tisa tatu tano zero saba hii ni organic hapo, organic limelimwa sehemu organic, lime, lime, um, uh, lime organic. Nanii like um, udongo uliko organic like, mbegu iliko organic na ik ikachumwa vizuri ikawekwa vizuri. Hii ni organic. Hizi kuna ndimu unaona hizo ndimu nazo ni organic zote, zinaanziwa na namba tisa. Unaona umeandikwa USDA organic. Unaona, kwa hiyo haya matunda yote maapo hapo chini yote yameanziwa na namba tisa, na ni dola sita. Hapo inakuja ma maapo kama manne au matano kwa dola sita and 24 cents. Unaona, haya utaona hizi nyanya hizi nyanya hizi hizi wanawekaga kwenye salad nayo um, zimeanziwa na namba tisa, hizi zote ni organic na wameweka hapo lebo yao USDA organic. unaona ni dola tatu hizi nyanya. Unaona? Kwa hiyo hizi haya, na ndizi hizi, ngoja kwanza nikuonyeshe hizi ndizi. Hizi ndizi nazo zimeanza na namba tisa. Unaona, hapa imeandikwa organic na imeanza na namba tisa. Unaona namba tisa hiyo hapo? Mm? Kwa hiyo hizi kila nani, haya matunda yote hapa ni organic. Nataka ni kuonyeshe matunda ambayo sio organic Ukicompare na hizi ndizi zinazokuonyesha hapa, ambazo sio organic hmm? na ni brand moja ya doa. Okay, hizi sio organic, na zimeanza na namba tatu na namba nne. Actually, hizi hapa zimeanza na namba nne. Ukiona namba nne, ujue ni GMO, ni GMO, genetic modified organism. Hivi vitunguu navyo hivi ni GMO genetic modified organism, yani ni inaanza na namba nne, namba nne na namba tatu na namba tano hizo ni GMO. Hivi vitunguu navyokuonyesha, machungwa, yani haya matunda mengi unayokuonyesha hapa, mengi ni GMO na conventionally um, na conventionally grown hii ni mapesticide, wametumia pesticide na wametumia GMO kukuza haya matunda kutundu na kukuza hizi mboga. He, niambie hivi eh? Kwa nini mimi navyoona Marekani ilivyo nchi kubwa, kwa nini wasiseme wasi, nani matunda yanayoingia kwenye hii nchi yawe, yawe organic? Kwa nini wanakubali watu wao walishwe vyakula ambavyo sio vizuri, vyakula ambavyo vime vimekuzwa vime katika haraka haraka tu eh, kwenye GMO, kwenye madawa ambayo yanafanya watu waumwe eh? Yani ni kuambia ni kuumwa au kukua kuku, tu yani unakuta siku hizi watoto jamani wa Marekani wanakuwa haraka. Licha ya kukua haraka, unakuta hata wanaume wana manyonyo. Yani hivi vyakula hivi vinatisha wewe, eh? Yani unakuta mtoto ana miaka kumi lakini, anaonekana kwanza, ukiona wale hata ugugu uh, hawa ambao wako miaka kumi hawa hmm? Ah, watu wanaocheza basketball hawa ah, watu ambao wanacheza football, yani ukisikia miaka yao na miili yao inavyoonekana huwezi kuamini hiyo miaka yao hmm? Ni kwa sababu ya hivi vyakula, yani hivi vyakula vinaua watu, vinafanya watu wao na magonjwa yani ya ajabu ajabu eh, yanafanya watu wao na ADHD Oh my God, I can't even say. Inafanya watu wao na magonjwa kama ADHD, yaani yani concentration, watu huku concentration, you can't even pay attention, kitu kishamboa mtu, unaona, yani vyakula uki, yani ukisikia magonjwa yanayosababishwa na kula hivi vitu eh? You be surprised. You utakuwa shocked. Na hizi nazoziona ndo nyama zetu. Yaani hizi ndio nyama ambazo watu wanakula na hizi nikwambie sio organic. Hizi nyama zote unazoziona hapa sio organic. Unaona? Mpaka iwe imeandikwa organic. Kama hii unayoiona hii, hii ni ya wale watu ambao hawali nyama, yale, wale wale ma plant based. Kwa hiyo mimi hata siamini kama ni ni, ni ni nyama. Anyway, kwa hiyo hizi ndio nyama zetu jamani na sio hamna hata moja ambayo organic. Eh. Niambie siku hizi nimesikia mpaka ng'ombe wana wana wanagaiwa sindano za kuboost hmm. Can you imagine inafanya ng'ombe yawe mkubwa ya jamani, hmm. Naamini kwamba leo tumejifunza kwamba matajiri wa Marekani wanakula organic na masikini wa Marekani hawali organic, wao wanakula vyakula vyenye GMO na wanakula vyakula vyenye pesticide ambavyo sio vizuri kwa afya yao. Unaona, vinaleta magonjwa na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wewe ambao unakaa Afrika, wewe ni tajiri kwa sababu unakula vyakula organic. Nadhani tumeelewana mpaka hapo, bye.